Ndugu zangu wana kijiji cha Simbo, naomba nitoe taarifa yangu utekelezaji wa miradi ya maendeleo kuanzia Juni ishirini na ishirini hadi ishirini na tano. Ndugu zangu, naanza na idara ya elimu. Tangu mwaka ishirini na ishirini hadi ishirini na tano nimefanya mambo mbalimbali mbali ya miradi ya maendeleo. Shule ya msingi Kangona tulianza kwa nguvu zetu wenyewe kwa kujitolea kama wananchi mwisho wa serikali wakatupa milioni kumi na mbili na laki tano wa ujenzi wa darasa moja limekamilika. Lakini pia shule ya msingi Kangona hiyo hiyo, baada ya kuona nguvu zetu, serikali ikatuingizia milioni arobaini na tano na laki nne mia mbili na arobaini na tano pia tumejenga matundu kumi na tano ya vyoo. Tulikuwa tuna vyoo tulikuwa tumejengea tu makoti, lakini serikali ikatupa hizo fedha milioni 45 laki 4245 tukajenga matundu 15 ya vyoo ndugu zangu, yamekamilika yame. Shule ya msingi Mwamko, tulianza nguvu za wananchi tukapata shilingi milioni 25 000. Hakuna iliyobaki, tulijenga madarasa mawili pia yamekamilika, ndugu zangu, shule ya msingi Mwamko, serikali baada ya kuona uhitaji wa sisi wananchi ikatuletea tena fedha milioni hamsini na laki tatu mia mbili arobaini na tano tukajenga matundu kumi na saba ya vyoo lakini pia yamekamilika, ndugu zangu wananchi wenzangu, katika kata ya Simbo shule ya mwamko hiyo hiyo tulipata wafadhili tukapata milioni moja na laki nane Hii ilikuwa ni upokeaji wa madawati ishirini katika shule hiyo kutoka kwa wafadhili. Uwezi kuwa diwani ukakosa kuwa na wafadhili wa aina mbalimbali, utakosa kumi, lazima utapata hata mmoja. Kwa hiyo nikafadhiliwa madawati ishirini kwa thamani ya milioni moja na laki nane. Simbo oyi! Katika kijiji cha Kimbwela pale tulikuwa tuna shule ya msingi, tulipata milioni arobaini na saba madarasa mawili pia yamekamilika ya ndugu zangu wana wa Simbo. Lakini pia ni shule ya msingi Nyamori. Shule ya msingi Nyamori tulianza kwa nguvu zetu sisi wenyewe tukajenga darasa moja, pia serikali ikatunga mkono milioni kumi na mbili na laki tano. Ujenzi wa darasa hilo limekamilika na wanafunzi wanasoma. Simbo oye! Sambamba na hilo ndugu zangu, wananchi wenzangu, na shule ya msingi Bondo. Hii shule ya msingi Bondo nilianzisha mwenyewe kwa kubeba matofali kila kitu. Shule ya msingi Bondo ilikuwa ina changamana na shule ya msingi Kasuku, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, na hapo serikali ikatuunga mkono tukapata madarasa mawili kwa milioni arobaini tukajenga madarasa mawili yamekamilika. Baada ya hapo serikali ikatuongezea tena fedha, serikali ukuu ikatuongezea milioni mia moja kumi na nne tukatumia zote, madarasa nne matundu ya vyoo matatu nayo pia yamekamilika Simboye. Lakini pia shule ya msingi Kasuku tulianzisha mchakato wa darasa moja kwa nguvu zetu sisi wenyewe kama wananchi, lakini pia serikali nayo katuongezea fedha milioni kumi na mbili na laki tano darasa moja nayo pia limekamilika, Simbooye. Sambamba na hilo ndugu zangu, wananchi wenzangu, shule ya msingi Lwiche pindi nimeingia ishirini na ishirini tulikuwa tuna uhaba wa matundu ya vyoo, ilikuta choo vimeshakatika, ilikuwa ni athari kwa watoto wetu, na tungepata misiba mkubwa sana pale. Lakini nikasema hapana, nikapambana niwezavyo, Mungu akanisaidia, tukapata milioni arobaini na moja tukajenga matundu ya vyoo thelathini na nne, nayo pia yamekamilika. ya kwa matundu haya ya vyoo mawili ni ya walimu na ke, lakini pia walemavu choo kimoja, na choo cha sisi wakinamama tunaenda kupakia wanja na shedo tundu moja. Ndugu zangu wananchi wenzangu, tunaenda na shule ya msingi Simbo. Shule ya msingi Simbo lipambana tukapata milioni arobaini na nane, madarasa mawili na matundu saba ya vyoo. Lakini shule ya msingi hiyo hiyo ule ule ufadhili niliopata wa madawati napo nasi tukapata madawati 30 shule ya msingi Simbo kwa thamani ya shilingi milio, milioni mbili na laki nne. Simbo hoyi! Sambamba na hilo, ndugu zangu, shule ya msingi Simbo tulipata milioni kumi na tatu na laki mbili kutumia, tulipata ufadhili wa TRS matundu sita ya vyoo nayo pia yamekamilika. Bado naendelea na, na shule ya msingi Muhamani, shule ya msingi Muhamani watoto wetu walikuwa wanasomea nje, jua lao mvua yao, walikuwa sana pale, kuna darasa kama mbili kama sikukosea, na walimu walikuwa na, wanaachiana muda. Kuna walimu wanaingia asubuhi wanatoka saa nane, saa nane, saa nane wakiingia, saa nane, saa hizi ndio wanatoka. Tukapambana, tukapata fedha milioni kumi na nne laki sita pale tukajenga madarasa manne na matundu matatu ya vyoo. Ndugu zangu, naenda upande wa elimu ya sekondari Kasima. Oye! Kasima oye. Oye! Lakini pia tukaanza mchakato wa shule ya sekondari Kasima, tulianza kwa nguvu za wananchi kwa kweli, tulipiana adhabu mbalimbali, wengine walinichukia, lakini leo matunda tunaanza kuyaona. Tulijenga madarasa matatu na ofisi moja, lakini serikali pia ikatunga mkono, ikatoletea milioni mia mbili themanini madarasa kumi na nne yamekamilika. <coughs> Kasima hiyo hiyo kupitia madarasa yetu ma matatu, nguvu za wananchi, lakini pia tukapata na madarasa mengine mapya kabisa, serikali ikatupa milioni themanini na saba laki tano, nayo pia yamekamilika. Kasima oye! Oh, ndugu zangu wananchi wenzangu, hatukuishia hapo. Naenda shule ya sekondari Kaseke ambayo ni shule mama iliyotulelea watoto wetu kwa muda, kwa muda huo uliopita shule ya sekondari Kaseke tuliongezewa fedha milioni mia moja na ishirini, madarasa sita nayo pia yamekamilika. Kaseke hiyo hiyo shule mama katika kata ya Simbo tukapata milioni hamsini na nane, ukamilishaji wa mabweni nayo pia yamekamilika. Ndugu zangu, wana Simbo wenzangu, lakini safari yangu hayakuishia hapo, nikaenda kufanya hayo niliyafanya Kasima, kutoa nani, kutoa hamasa, kuwaleta waandishi wa habari, tukajenga shule ya sekondari Kasima tulianza kwa nguvu za wananchi tukajitolea madarasa manne na ofisi, lakini mwisho wa siku serikali ikatuletea fedha milioni 603 889 563. Tuna shule mpya nzuri kabisa yenye maabara yenye maktaba, yani ni shule ya mfano, ndugu zangu wananchi wa kata ya Simbo. Tukienda upande wa elimu Tumepata zaidi ya bilioni moja milioni mia saba thelathini na tatu laki sita na arobaini na moja hamsini na tatu. Kwa majina naitwa Hadi Jafet Babili, nasoma shule ya sekondari Kasima kidato cha nne maende, nimeona maendeleo ya Tanzania. Tumeona jinsi Mama Samia amavyotuwezesha kipindi, bado hatujaona mafanikio yake, tuko tunasomea mbali huko Kata Kaseke kijiji cha Kaseke tuko napata tabu sana, kutoka hapa mpaka kule Kaseke tunapata changamoto ya kutembea kwa mguu. Muda mwingine tunakutana na vibaka njiani wanatutishia kutubaka. Kwa hiyo tunamshukuru sana. Kwa majina naitwa Melesiana Leonard. natokea katika kijiji cha Kasuku. Tumekuja mahali hapa kwa ajili ya kushiriki mkutano wa serikali ambao umehudhuriwa na diwani wetu, wakati tumenufaika sana na miradi ambayo imetokea hapa katika kata yetu ikiwemo tumejengewa shule. Kipindi shule hajafika hapa, palikuwa kuna changamoto nyingi sana, ikiwepo usafiri ulikuwa ni wa shida, lakini pia, pia kulikuwa kuna uwezekano wa kupata ajali barabarani kwa sababu tulikuwa tunasafiri bodaboda moja watu watano, unakuta ni ngumu kufika kule tunaposomea. Mheshimiwa Diwani Neema Kilanoza tunamshukuru sana na tunampenda sana kwa sababu ametuwezesha katika mradi wa, wa shule hapa. Tulikuwa tuna changamoto ya shule, lakini ameitatua. Tunamshukuru sana.